Baada ya kondakta wa gari la Super Metro kumrusha abiria ya nje kutoka kwa gari lililokuwa mbioni kwa kukosa kulipa nauli na, na kupelekea abiria huyo kupoteza maisha yake. Wakenya wakigadhabishwa na tukio hili, jambo ambalo limeleta pigo kubwa kwa kampuni pamoja na madereva wa Super Metro. Sasa mamlaka ya uchukuzi na usalama wa barabarani nchini NTSA imebatilisha leseni ya kuhudumu ya kampuni ya magari ya Super Metro, kupitia taarifa iliyotolewa na mamlaka hii na iliyodokeza kuwa leseni ya kampuni hii ya magari ya Super Metro imebatilishwa hadi pale kampuni hii itazingatia kikamilifu kanuni za magari ya utumishi wa umma ya mwaka 2024. <tune> Taarifa hii pia iliwataka Wakenya kutoabiri magari ya kampuni hii na kuwa gari la kampuni hii litakalopatikana likihudumu litakamatwa na kuzuiliwa. Ni taarifa ambayo haijapokelewa vizuri na wasimamizi wa kampuni hii kwani wamejitokeza na kushtumu madai yanayoenezwa kuhusu kampuni wanayomiliki. Until investigation zimefanyika na zikakamilika We condemn any form of blanket condemnation on a sacco. Kama sasa hivi hizi sacco zo hii magari mia sita mingi yake iko kwa loan, hiyo malon aita pos kwa sababu NTS tunangojea, NTSA iende ifanye investigation. Nashangaa sana NTSA inapoingia kwa sacco ambayo iko na magari mia sita worth over 4 billion of Kenyan, Kenyan shillings hiyo isako iko na wenyewe zaidi ya mia tano familia ambazo zinalishwa na hii sako iko kondakta zaidi ya mia nane iko dereva mia sita hata zaidi hizo wasimamizi hawa wakidokeza kuwa kufikia sasa hakuna abiria yeyote amejitokeza na kurekodi taarifa katika idara ya polisi kuwa ni kweli jambo hilo lilitokea Wakisema kuwa ni lazima uchunguzi ufanywe ndiposa uamuzi uweze kutolewa. Sisi kama Federation, tu, tu msimamo yetu ni kwamba hata tumekuwa tukiangalia hii maneno, we have investigated to find out what really happened. Mpaka saa hii ningependa kupenda kuambia nchi hii, hakuna passenger hata mmoja amerekodi statement na polisi kuambia kwa ya kwamba huyo mtu alisukumwa hadi saa hii dereva no mwenyewe anasema ya kwamba yeye alikuja kujua baadaye. Kilichosalia sasa ni kusubiri kuona kama kampuni hii itafuatilia vigezo vilivyotolewa na NTSA ama watarudishiwa leseni yao baada ya uchunguzi kufanyika. Mary Kyalo, Undugu TV.